Asalamu alaikum warahmatullah. Je, ikiwa wazazi wanamlazimisha uh, mtoto kwenda kwa mganga uh, wa kishirikina kwa ajili ya kupata mtoto, yeye uh, amekataa, wazazi wamemkasirikia, hata simu hawampigi na kumtamkia maneno mabaya. Je, maneno hayo yanaweza uh, kuleta athari yoyote kwake? Alhamdulillah, hapo awali tumesema Sheikh Abubakar Allah ay sema

Hmm. Sala zake siku arobaini haikubaliki, na hadi nyingine, mtume anasema kama umeenda umemwamini umesadikisha, maana yake wewe umekufuru dini Allah ameshusha ame kwa mtume mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii dhambi kubwa, wazazi wao wasilazimisha kitu ambayo ushirikina. Matibabu ipo ina nyingi sana, kwa hospitali, kwa dua, watu wanafanya ruqya ambayo hawafanyi mshirikina, bora bau mwenyewe wazazi wanapawa wasimame usiku manane, awasali, umwambie binti yao. Dua mzazi kwa mtoto Allah anakubali, kama anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini asimtii wazazi kwenda kwa washirikina, wala habati dhambi wala habati laana yao.